Karibu tena. Hii ni sehemu ya pili ya mfululizo wetu jinsi akili ya yako inavyofanya kazi. Kama hukupata nafasi ya kutazama sehemu ya kwanza, nenda hapo chini kwenye description. Mwanzo kabisa nimeweka link ya video ya sehemu ya kwanza na pia nakushauri uanze huko, maana tulijifunza mambo muhimu yanayotuongoza kwenye hii sehemu ya leo. Kama ni mgeni wa channel hii au si mgeni la bado hujasubscribe, basi naomba subscribe, like na share video hii kwa marafiki zako ili nao wapate kujifunza. Katika sehemu ya pili ya mada yetu ya jinsi akili ya yako inavyofanya kazi, tutaanza na majaribio ya wanasaikolojia kuhusu nguvu ya akili kwa kila mtu. Kama unataka kufahamu nguvu ya akili yako, basi tazama video hii mpaka mwisho, maana itakusaidia jinsi ya kutumia akili yako kuliko unavyodhani. Majaribio yaliyofanywa na wanasaikolojia yanadhihirisha nguvu kubwa ya akili ya chini. Wanafunzi wengi walioshiriki katika majaribio hayo walihusisha akili zao na mawazo fulani kisha waliona matokeo halisi kutokana na yale walioamini. Wanasaikolojia walipendekeza kwamba kila mshiriki ajirudie kimya kimya mawazo kama haya: mikono yangu inakuwa moto sana, mikono yangu inakuwa baridi sana. Kwa kurudia maneno haya kwa hisia, ndani ya dakika chache waliona matokeo: mikono ya wale waliodai joto ilianza kuwa na joto, na mikono ya waliodai baridi ikawa baridi zaidi. Hii ilithibitisha kwamba akili ya chini inaweza kutenda kulingana na mawazo au mapendekezo yoyote yanayowekwa ndani yake bila kujali kama ni sahihi au la. Mfano mwingine ulionyesha mtu aliyekuwa akimeketi kwenye kiti mbele ya wanasaikolojia akitazama kifaa kidogo kilichokuwa kinatembea taratibu. Walimwambia kwa sauti ya upole, "Hiyo inasogea kwenda kushoto, sasa inaenda kulia, sasa inazunguka kwa duara." Kila mara alipokuwa akiambiwa hivyo aliona kifaa kikionekana kusogea kwa mwelekeo huo, ingawa kwa hakika hakikuwa kikisogea kabisa. Akili yake ya chini ilikuwa imekubali mapendekezo hayo kama ukweli. Hii inaonyesha kwamba akili ya chini haihoji ukweli wa jambo, bali hujibu kulingana na asili ya wazo lililowekwa ndani yake. Wataalamu wa tiba ya akili, hypnotists, hutumia kanuni hii kila siku, wakiwafanya watu wabadilike kutoka hofu hadi ujasiri, kutoka huzuni hadi matumaini, au kutoka ugonjwa hadi afya kwa kutumia tu mapendekezo ya fikra yenye nguvu. Kama ilivyothibitishwa na tafiti, akili ya chini ni kama nguvu ya umeme, inaweza kutumika kwa manufaa au kuleta madhara kulingana na namna inavyotumika. Ukiliwekea wazo chanya, italitendea kazi kwa faida yako. Ukiliwekea wazo hasi, italitendea kazi kwa uharibifu wako. Mfano, ikiwa mtu ataamini kwa moyo wote kwamba atashindwa, akili yake ya chini itachukua hilo kama ukweli na kuanza kufanikisha hali ya kushindwa kwa kuchanganya hisia za woga, mashaka na kusitasita. Hatimaye matokeo yake ni kushindwa halisi. Lakini akibadilisha imani hiyo na kujiambia, ninaweza, nitaweza na nitafanikiwa, akili yake ya chini itachukua hilo kama ukweli na kuanza kufanikisha mazingira yanayompeleka kwenye ushindi. Mfano mwingine ni ule wa wagonjwa waliokuwa wakipendekezwa tiba za majaribio. Wengine walipewa tembe zisizo na dawa yoyote, lakini waliambiwa kwamba ni dawa yenye nguvu sana. Ndani ya muda mfupi waliona dalili za kupona. Wengine walipewa tembe halisi lakini wakaambiwa hazina nguvu. Wengi wao hawakuonyesha mabadiliko yoyote. Kile kilichofanya kazi si dawa, bali imani waliokuwa nayo ndani ya akili zao za chini. Hivyo ndivyo akili yako inavyofanya kazi, inaamini kwa undani kile unachoamini kwa dhati. Si lazima iwe kweli au si kweli, ila tu umeikubali ndani yako. Ukijirudia kitu mara nyingi kwa imani, akili yako ya chini italikubali, na kisha utaliona likigeuka kuwa uhalisia. Kama vile mbegu inapopandwa ardhini, akili yako ya chini ni ardhi inayokubali kila wazo. Ukipanda mawazo ya woga, unavuna hofu. Ukipanda mawazo ya imani, unavuna ujasiri. Ukipanda mawazo ya upendo, unavuna furaha na amani. Sheria hii haina upendeleo. Hufanya kazi kwa kila mtu sawa sawa. Kwa hiyo, ni lazima ujifunze jinsi ya kuchagua vizuri kile unachoruhusi kuingia katika akili yako ya chini. Weka mawazo ya mafanikio, afya, furaha na amani, akili yako ya chini itayakubali na kuyafanya kuwa kweli. Kwa upande mwingine, ukijaza akili yako na mawazo ya kushindwa, huzuni na hofu haitakuwa rahisi kuvuna matokeo tofauti. Akili yako ya chini haitofautishi kati ya mema na mabaya, hufuata tu amri unazotoa kupitia imani zako na mawazo unayorudia kila siku. Wataalamu wengi wa akili wanakubaliana kwamba akili ya chini ni sehemu yenye nguvu isiyo na mipaka ndani ya mwanadamu. Ndani yake kuna kumbukumbu za kila kitu ulichowahi kuona, kusikia au kupitia. Huhifadhi kila tukio, kila hisia na kila fikra kwa njia fulani siyoelezeka, akili ya chini inaunganisha taarifa hizo zote na kuzitumia kujenga majibu kwa hali mpya katika maisha yako ya kila siku. Kama vile kompyuta inavyofanya kazi kwa kutumia taarifa ulizoziweka ndani yake, ndivyo akili yako ya chini inavyofanya kazi kwa kutumia mawazo uliyoruhusu kuyapokea. Kama uliwahi kuamini kuwa maisha ni magumu, akili yako ya chini itakusaidia kuona ushahidi wa hilo kila mahali, lakini ukiamini kuwa maisha yana nafasi nyingi, akili yako ya chini itaanza kukuletea fursa zisizotarajiwa kwa hiyo akili yako ya chini ni kama kivuli chako, haipingani nawe bali inakufuata tu. Ukiitembeza kwenye nuru ya mawazo mazuri itangaa, ukiielekeza gizani mwa mashaka itakuwa kivuli kinachokufunika. Ndugu mtazamaji, nikukumbushe tena kwamba mada hii imegawanyika katika sehemu kuu nne. Hii ni sehemu ya pili ya mada ya jinsi akili yako inavyofanya kazi. Sasa video inayokuata inahusiana na mada kama hii ya leo lakini sehemu ya tatu. Kama wewe ni mgeni wa channel hii. Nenda hapo chini kwenye description. Mwishoni nimeweka link ya video ya mada ya hii jinsi akili yako inavyofanya kazi sehemu ya kwanza na sehemu ya tatu. Sehemu inayofuata, sehemu ya tatu, tutaenda mbali zaidi. Tutagundua jinsi unavyoweza kutumia nguvu ya akili yako katika kuongeza mafanikio, kujiamini na kuondoa hofu na mashaka. Usikose sehemu ya tatu ambayo ipo hapa hapa kwenye channel hii. Asante kwa kutazama. Kumbuka, akili yako ina nguvu zaidi kuliko unavyodhani. Bonyeza subscribe na usikose sehemu inayofuata ya mfululizo huu.